jamii yetu ya kiafrika ina maajabu sana jamii yetu ya kiafrika ina maajabu sana mtu ni mzee amepata hela yake amepata hela yake vizuri sikutuliza hela yako mzee mzima watafuta mke wa pili wa nini? wa nini mzee wangu chukua hela yako wekeza hela yako uzee unakuja huo magoti atakuza kukusumbua ule pesa yako polepole huu unajifanishaa na watoto hmm? atinaanza kuruka viwanja unaongeza bibi wa pili. Ni mzee ya nini yote matatizo, mzee? tuliza hela yako, ushakomaa hmm? zare kama zare limefika, chukua hela yako wekeza hela yako, punguza umalaya mzee. Utakwenda kufa kwenye vifua vya watoto wa kike, utakwenda kufa kwenye vifua vya watoto wa kike. Mimi nakueleza ukweli mzee wangu, chukua hela yako uiweke, wacha umalaya, maisha sio siku hizi. Mm, kwana watoto wakubwa kabisa lakini haujiheshimu. Mm, kubali, kubali.